Ndio ile ya Kiislamu, ile kwanza itakuwa ya siri na okay, alafu itakayokuja kwenye macho ya watu itakuwa tayari tulishawana Kwa hiyo, yes, na hayo ndio mahojiano ambayo pia Zuchu alishawahi kufanya na kipindi cha Lavidavi eh, kupitia eh, eh, pale Wasafi FM ambao alifanya na Diva eh, eh, the Boss. Sasa Zuchu pia alipowahi kueleza kwamba wazi kuwa ndoto yake eh, ni ndoa ya, ya, ya, ambayo pia isiyokuwa na kelele nyingi wala kuwa na maneno maneno mengi sana eh, wala mikikimikiki mikiki ya mitandaoni, lakini pia aliweza kusisitiza kuwa eh, kwa upande wake angependa ndoa ifungwe kimya kimya, huku eh, wananchi E, wakiambiwa baadaye. Kauli hiyo sasa pia imeweza kuonekana na kuweza kupata uhalisi uhalisia e, kabisa uhalisi kabisa mara baada ya taarifa za ndoa ya siri e, kati ya Zuchu na Diamond Platinum kuweza kuenea katika mitandao ya kijamii e, e, wadau wa kiwanda cha Abudani pia wanaweza kusema kwamba huenda e, Zuchu alishatoa ramani ya matukio na sasa bongo inashuhudia matokeo. Hayo ambayo alikwisha, eh, kuwahi kuongea. Kwa kile ambacho kimetokea kwa sasa hivi kwa upande wa Zuchu na Diamond Platnumz, kwao kinakuwa sio kigeni kwa sababu kumbe alishawahi kuongea, lakini pia watu kama hawakuweza ku take serious kuhusiana na harusi hii. Na, eh, kumbe alishawahi kufunguka before kwamba harusi itafungwa kimya kimya, hakuna mtu ambaye atakayeajua, and then baadaye kidogo kila mmoja atakuja kujua mara baada ya kuweza kutangazwa na kitu ambacho kinaonekana eh, kwa sasa hivi. Kwa wale waliomsikiliza Zuchu I think watakuwa wamemuelewa